Watafanya hata zaidi, watafanya miujiza zaidi. So kama kuna yule mtu prophet yule wa ukweli, aombe mtu na apone bado ni makenzi. Hebu nikwambie, nikuuliza swali moja, ni api, ni nani ameshaombea mtu akiwa ame, amekufa na akafufuka? Ni api? Sio lazima mtu aombewe wakati amekufa. Wacha nikwambie hapa, kuna mpaka Yesu peke yake alifufua. Kuna zile vitu, miujizi inaweza fanyika bila, sio kama hiyo kufa. Kuna zile vitu tunapitia, unaweza ombewa <coughs> upone. Unajua kuna, kuna vitu kama uganga inakuwanga na uganga kama we upendi mganga we utakufa nayo. Kuna zile vitu naweza tolewa kwa maombi, so ukitolewa hizo vitu bado ukiombewa upone bado ni makenzi. bila nina hata huku sime kuku vile nasema hiwe iwe ni free ni, ni mtu sio sio kuita watu mahali fulani ati una badala waende hospitali ndio serikali inakataa. Kuna watu wanakufuata kama mmoja hapa mwananga unakuvuka huyo mzee